Tunayo ofisi yetu Dar es Salaam tulishatoa wa maelekezo waweze e, kufanya uchunguzi kuhusu swala hilo. Uchunguzi inategemea na kwanza, ukubwa wa tukio na aina ya watu ambao wanaweza wakahojiwa ili waweze kuleta ushahidi wakati wa uchunguzi, lakini hili halituzuii sisi kufanya uchunguzi ili kujua hasa kilichojiri pale kwa sababu kuna, kuna kuna maelezo ambayo yanatolewa na upande wa wa CHADEMA, kuna maelezo ambayo yametolewa na upande wa jeshi la polisi. Sasa ili uweze kuwa na uhakika kwamba hasa nini kilijiri hadi watu wakapigwa waka, waka, ni lazima watu wetu waende field wakaweze kuzungumza na watu waweze kujua hasa kitu gani kilicho jiri. Nadhani jukumu la msingi la tume ni kufanya uchunguzi kunapotokea matukio, na maana yake ni kwamba kama kuna tukio limetokea, kitu cha kwanza, ukiacha hayo matamko, hayo matamko yanaweza kutangulia kama kuna taarifa za awali, kwa sababu hata sisi tunaona kwenye vyombo vya habari na taarifa hizi tunapoziona wakati mwingine na sisi huwa tunakuwa na fursa ya kutoa matawala, lakini kama e, hatukupata taarifa ambazo zina mwelekeo fulani, tuna mamlaka ya kufanya uchunguzi. Na uchunguzi nyingi tunazifanya zinatokana na tume kuona e, taarifa zinazotolewa katika vyombo vya habari, tunafanya uchunguzi nyingi sana na jukumu letu, tunapofanya chunguzi, kwa kawaida, huwa tunatoa mapende, mapendekezo kwa taasisi inayohusika ili kuweza eh, kutatua hiyo changamoto ambayo tumeiona. Na eh, kwa muktadha huo tumefanya chunguzi nyingi sana na kwa bahati mbaya, unajua chunguzi nyingi kwa mujibu wa sheria ya tume chunguzi nyingi tunazozifanya eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni za siri, yaani tunafanya tuna chunguzi na sheria inaturuhusu kufanya mawasiliano na taasisi zinazohusika ili waweze kutekeleza yale yani, tunayo yapendekeza. Kwa hiyo si kila kila jambo ambalo tunafanya uchunguzi huwa tunaliweka hadharani. E, yapo matukio mengine ambayo huwa tunayaweka hadharani pale tunapokuwa tumeshakamilisha uchunguzi, tumeshapeleka mapendekezo na kuona kama kuna hatua ambazo zimechukuliwa, na wakati mwingine kama kuna hatua ambazo hazichukuliwa, basi kuna hatua nyingine ambazo tume ina mamlaka ya kuweza Mheshimiwa jaji nina swali. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Radio Tochi Vele na Focus News Tanzania TV 1, nikikusikia katika mazungumzo yako, moja ya jukumu kubwa la tume hii ya haki za binadamu na utawala bora ni kuhakikisha masuala ya haki na utawala bora yanatamalaki katika nchi ya Tanzania, na jukumu kubwa ni kufanya uchunguzi katika matukio ambayo kimsingi yanaonekana kuwa e, yamekiuka haki za binadamu. Pengine na hivi sasa tuko katika uh, mchakato mzima wa kampeni kuelekea katika uchaguzi mkuu uh, wa rais, madiwani na wabunge hapa nchini Tanzania. Tumeshuhudia matukio kadhaa ambayo kimsingi ni ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mathalani ama kwa mfano siku mbili hizi zilizopita tumeshuhudia baadhi ya raia wakipigwa katika uh, viunga vya mahakama kule jijini Dar es Salaam, na hii ni dhahiri shairi ni ukiukaji wa haki za binadamu. Pengine nyie, jukumu lenu ni kufanya uchunguzi tukio kama hili. Kama tume, umeanza juhudi zozote za kufanya uchunguzi ili kubaini ukiukwaji uliotokea, uh, wa haki za binadamu kwa baadhi ya askari wakionekana katika baadhi ya video clip wakiwashambulia raia katika eneo la mahakama pale Dar es Salaam. Eh, tunayo ofisi yetu Dar es Salaam. Tukishatoa wa maelekezo waweze kufanya e, uchunguzi kuhusu swala hilo. Na pengine maelekezo haya yatachukua uh, muda gani ili kuweza kukamilisha uchunguzi huu wa matukio kama hayo ambayo yamejiri katika wakati huu wa kampeni? Mheshimiwa mwenyekiti, uchunguzi inategemea na kwanza, ukubwa wa tukio na aina ya watu ambao wanaweza wakahojiwa ili waweze kuleta ushahidi wakati wa uchunguzi. Kwa hiyo uchunguzi, siwezi kusema e, e, kimsingi, kama wanaweza wakachukua wiki moja au wiki mbili au wiki tatu zinategemea na taarifa ambazo tunaweza kuzipata kwa urahisi e, na kukamilisha e, uchunguzi. Kwa hiyo tunapofanya uchunguzi, kuna uchunguzi mwingine unaweza ukachukua muda mfupi, mwingine muda, wakati mwingine unaweza ukachukua muda mrefu, wakati mwingine hadi miezi mitatu, e, uchunguzi ndio unaweza ukakamilika kwa hiyo inategemea na mazingira ya kila tukio. Wakati huu mkisubiri sasa uh, kufanya chunguzi zenu, pengine rai yako kwa hivi vyombo vya usalama nchini Tanzania ni ipi katika kuhakikisha kwa kwamba utekelezaji wa haki za binadamu unachukua nafasi yake barabara ya? Nadhani kimsingi kama nilivyotangulia kueleza, nadhani malalamiko unayo yaeleza yanaliangalia jeshi la polisi, na jana tulikuwa na mafunzo pale pale hapo katika majengo ya eh, ya ya, ya ofisi za za polisi ambako nilitoa hotuba na ninarudia hiyo hotuba nilitoa jana. Nafikiri bado iko mbichi, hata ukirudia uki rudia kwenye vyombo nitaona nilichokisema, lakini lengo nadhani tunachoweza kusema na kusema kwa sasa hivi, kwa kuwa watu wetu hawakuwepo eneo la tukio, tunachoweza kusema ni kwamba tuna insist kwamba watu wafate e, sheria kanuni na taratibu katika utekelezaji wa majukumu yao, lakini hili halituzuii sisi kufanya uchunguzi ili kujua hasa kilichojiri pale, kwa sababu kuna, kuna kuna maelezo ambayo yanatolewa na upande wa wa CHADEMA, kuna maelezo ambayo yametolewa na upande wa jeshi la polisi. Sasa ili uweze kuwa na uhakika kwamba hasa nini kilijiri hadi watu wakapigwa waka, waka ni lazima watu wetu waende field, wakaweze kuzungumza na watu, waweze kujua hasa kitu gani kilichojiri. Najua chombo kama hiki, ndugu zangu, niwaambie kwamba chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwa hiyo hakiwezi kutekeleza majukumu kwa mhemko. Kinapaswa kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo tunayaona matukio mengi, lakini ili tuweze kuhakikisha ku, ku, ku, kwamba tunachokisema kipo sahihi, ni lazima tuende tukafanye, tukafanye uchunguzi na tuna matukio mengi sana hata huku nyuma, ambayo e, vyombo vya habari na watu wengine walikuwa na na mtizamo fulani, lakini baada ya uchunguzi ukakuta mtizamo huu ulikuwa sio sahihi, ukakuta mtizamo mwingine ndio ulikuwa sahihi. Kwa hiyo chombo kama hiki kinatakiwa kinapotoa taarifa zake kitoe taarifa ambazo angalau wamezifanyia e, uchunguzi wa aina fulani. E, sisi tunabanwa na sheria na kanuni. Najua kuna wenzetu wengine ambao hawabani mahali popote, wanaweza wakasema chochote na wakati wowote, na hakuna mtu ambaye anaweza kufuatilia na kuwauliza, lakini sisi tumewekewa utaratibu wa kisheria wa namna kufanya kazi. Sasa kama hatufati zile taratibu, basi tutakuwa tu, pia tunakiuka e, misingi ya sheria. Kwa hiyo, matukio yanayojitokeza mara nyingi, sisi tunayafanyia zaidi chunguzi na kutoa mapendekezo kwa taasisi zinazohusika, na tumefanya hivyo mara nyingi na yapo. Hamwezi kuona, kwa sababu mara nyingi tunafanya mawasiliano na taasisi zinazohusika, kwa hiyo huwezi kujua wakati mwingine tumefanya nini, lakini kwa matukio yale ambayo wakati mwingine tunatanguliza baada ya kuona e, taarifa zile za awali, e, tumetoa matamko mengine ya kulaani matukio ambayo tumeona kwa taarifa za awali, lakini wakati huo tukisisitiza kwamba uchunguzi wetu unaendelea mpaka pale utakapokuwa umekamilika.